Mtayarishaji wako ni mimi Ali Khamisi Ngeruko, naibu kadhi mkuu baraza kuu la Waislamu Tanzania, Bakwata. Katika vipindi mbalimbali vilivyotangulia tulizungumzia mambo ya kuyafanya ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini leo tuzungumzie mambo ambayo hayafai kufanywa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Jambo la kwanza muhimu, haifai kuuachia ulimi wako. Jamani, tunaziachia ndimi zetu ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, ni jambo baya, linaharibu saumu na linamkasirisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuachia ulimi wako useme lolote, ikiwa matusi, ikiwa uongo na kadhalika. Natakiwa ku, ku, kuubinya ulimi, maanake ulimi haukubali, lazima useme, lazima utamke. Ujue kwamba ukiuruhusu ulimi wako uwe huru unavuruga una, una saumu yako. Saumu jambo kubwa, saumu ndiyo ukombozi, saumu ni utekelezaji wa jambo muhimu, saumu ni nguzo katika nguzo za Uislamu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuwekea saumu ili Uislamu wetu uimarike tutaimarika katika nini? Kupitia mafunzo ambayo tutakuwa tumeyapata ndani ya saumu, mojawapo ni kuuziwia ulimi wako, kafu lisan, kuuziwia ulimi, hifdhu lisan, kuuhifadhi ulimi. Ndugu yangu mumin, ndugu yangu Mwislamu, <coughs> ziwia ulimi wako. Na Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala anasema kupitia hadithi al-Qudsi, kama huziwi ulimi wako, hana haja na saumu yako, wala usipate tabu ukajishindisha ukaacha kula ukaacha kunywa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kisa umefunga wewe? Hunafunga kwa sababu unashindwa kuumiliki ulimi wako.

Mambo yote anayoyafanya mwanadamu yeye, <coughs> mambo hayo anapata thawabu <coughs> na thawabu anazozipata alhasanatu biashri amthaliha, thawabu moja jema moja, ukifanya unalipwa kwa mema kumi. alhasanatu <tie> biashri amthaliha, jema moja unalipwa kwa kumi, ila sabimiati dhifin ila sabimiati dhifin, inategemea e, na huyo aliyelifanya jema hilo analipwa mtu mpaka kwa daraja mia saba mpaka kwa malipo mia saba. Jema moja unalipwa malipo ya mema mia saba, illa saumu, isipokuwa saumu tu. fa innahu li saumu, hiyo ni ya kwangu. wa ana ajzi bihi, na mimi ndiye na naye ilipa saumu, ni ya kwangu, Mwenyezi Mungu anasema na mimi ndiye nayelipa. Analipaje? Analipa kwa kumwaga, halipi kwa kuangalia idadi, halipi kwa kulinganisha. Analipa kwa kuchukua, kwa kuteka na kukumwagia. Lakini saumu gani? Ni ile saumu ambayo mtu amefunga na akaufunga na ulimi wake, kafunga kula na kunywa, ameweza kafunga kujiziliwa na mambo mengine ameweza, lakini mwisho akaufunga na ulimi wake. Ulimi huu ukaufunga kwenye mambo machafu, mahovu ya hovyo, matusi, eh, maneno ya karaha, ila katika mambo ya kheri pale ulimi wake anauachia kusoma Qurani, kum, kumtaja Mwenyezi Mungu kumsifu mtume Sallallahu alayhi wasallam, kumtaja Mtume sallallahu alayhi wasallam, kueleza mambo ya kheri, ulimi wake mtu huyu anauachia katika mwezi wa Ramadhani, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anamlipa saumu yake kwa kumwaga. Ukishindwa kuudiriki ulimi wako, kuuhifadhi ulimi wako, kuusimamia ulimi wako, kuuongoza ulimi wako wewe funga yako ni ya mashaka. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, Mwenyezi Mungu anasema hapo, e, wa ana ajzi bihi, na mimi ndio nitakayeilipa saumu hiyo, malipo ya kumwaga. Kwa nini? taraka shahwatahu wa taamahu wa sharabahu min ajli, huyu mtu ameacha ameacha vile anavyovitamani. Mwingine anatamani kutukana tu, ndo tamaa yake, raghba raha yake kutukana, ndani ya mwezi wa Ramadhani, kuleta maneno ya karaha ndani ya mwezi wa Ramadhani, lakini akaamua kuacha raha hiyo ya kutukana wenzake, furaha hiyo ya kutukana wenzake na karaha <laughs> akaacha <laughs> eh. Basi Mwenyezi Mungu anamtazama kwa jicho la rahma, anaipokea funga yake, wataamahu, na akaacha chakula chake, washarabahu, na akaacha vyote hivyo na vinywaji, min ajli, kwa ajili yangu mimi. e, mwenyewe anajisifu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. kwa hiyo Mwezi wa Ramadhani, jamani, ni shaharu sabri, ni mwezi wa subira, mwezi wa kufunga, mwezi wa kufunga ndimi zetu, mwezi wa kuangalia eh, eh, mazuri ya kuyafanya na kuyaacha mabaya ambayo hayana tija kabisa katika maisha yetu. Kwa hiyo hapo utaipata funga. Funga ni chombo ambacho inachokuweka wewe karibu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtume sallallahu alayhi wa sallam anaendelea kutufundisha, anasema man lam yadaa qaula zuri, asiyeacha uongo mwezi wa Ramadhani, asiyeacha uongo matusi, akafungulia ulimi wake wal amala bihi, na akaacha kuendekeza ulimi wake yeye akaendelea, akaendelea kuendekeza ulimi wake kufanya unavyotaka, falaisa lillahi hajatun basi, Mwenyezi Mungu yeye hana shida yoyote, anyadaa taamahu wa sharabahu. E, kwa mtu huyo kwa kule kuwacha kwake yeye chakula na kinywaji, Mwenyezi Mungu hana atakachomlipa mtu huyo, hashughulishwi na huko kuacha kunywa, hashughulishwi na huko kuacha kula kwa mtu huyo. Hana malipo ya kumlipa, kwa maana hataki kumlipa mtu mwenye kufunga huku akitukana watu, huku akiachia ulimi wake useme unachotaka. Unaweza usimtukane mtu, lakini ukawa unasema maneno yasiyomridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ukaacha kuulinda ulimi wako na kusema maneno ya hovyo ambayo yasiyostahiki katika jamii au yasiyokuwa na murua ndani ya jamii. Haya ndio katika sehemu ya mafunzo eh, ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuhusu mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mtume nasema asiyamu junna, funga ni ngome, funga ni hifadhi, funga inalinda inalinda mambo mengi. Tafsiri ya asiamu junna ni ndefu sana, ikiwemo funga inakufanya ikulinde na maradhi, funga inakulinda na moto, funga ina ulinzi wa mambo mengi sana. Asaumu junna kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa fa idha kana sawmu yawmi ahadikum, atakapofunga mmoja wenu, fala yarufudhu asiseme maneno ya hovyo wala yaskhab. Fala yarfuthu wala yaskhab, asifanye vitendo vya ajabu ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Fainsaabahu ahadun, endapo atatukanwa na yoyote katika jamii, au katalahu, au akasumbuliwa kwa namna moja au nyingine, ikiwa kupigwa au kusumbuliwa kwa, kwa namna yoyote, faliyakul, aseme huyo mtu aliyefunga aseme inni saimun mimi nimefunga. Hayo ndiyo mafunzo ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sio unatukanwa na wewe unarudisha matusi kuliko yale, hapana. Hai, mtume hajafundisha hivyo. Makero na wewe unamkera mtu kuliko vile, a ha, ha. Mtume hajafundisha hivyo. Akikukera mtu jiepushe na makero ya mtu huyo, kaa mbali naye umfundishe kwamba huu ni mwezi wa Ramadhani, si mwezi wa kujibu wa kujibu makero, si mwezi wa kujibu matusi. Fundishe hivyo aelimike huyo asielewa. E, kwa leo tuishie hapo, wabillahi taufiq. E, mtayarishaji wa mafunzo haya ya mwezi mtukufu huu wa Ramadhani ni ndugu yenu Ali Khamisi Ngeruko.